Raisi wa Marekani Donald Trump amemtumbua mshauri wake wa usalama wa taifa Mike Waltz na kumteua waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kuchukua nafasi hiyo kwa muda kutumbuliwa kwa Waltz kunamfanya kuwa kiongozi wa kwanza aliyeteuliwa na Trump kutumbuliwa huku sakata la kuvuja kwa taarifa za mipango ya mashambulizi ya Wahouthi nchini Yemen kupitia programu ya Signal kukitajwa kuwa sababu Trump kupitia chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Truth Social alisema atamteua Waltz kuwa balozi ajaye wa Marekani katika Umoja wa Mataifa na kuongeza kuwa amefanya kazi kwa bidii kuweka maslahi ya taifa lake mbele. Mapema siku hiyo, vyanzo kadhaa vilisema Trump alikuwa ameamua kumwondoa Waltz katika nafasi hiyo ya usalama wa taifa, ambapo Waltz ambaye ni mwanajeshi mstaafu wa kikosi maalum cha jeshi la Marekani cha Green Beret na mbunge wa zamani kutoka Florida, alikumbwa na ukosoaji ndani ya Ikulu ya White House, hasa baada ya kuhusishwa na kashfa nzito Machi kuhusu mazungumzo yaliyovuja kupitia programu ya Signal kati ya wasaidizi wakuu wa Trump wa usalama wa taifa. Shirika la Habari la Associated Press limeripoti jana kuwa Rubio atakuwa mtu wa kwanza kushika na nyadhifa za waziri wa mambo ya nje na mshauri wa usalama wa taifa kwa wakati mmoja, akifuata nyayo za Henry Kissinger aliyofanya hivyo katika miaka ya 1970. Nanukuu, nikikumbwa na tatizo, namwita Marco, analitatua. Trump alisema katika tukio la Ikulu lililofanyika jana Alhamisi. Mtu anayefahamu suala hilo alisema kuwa Trump alitaka kufikia siku ya mia moja tangu aingie madarakani kabla ya kumfuta kazi wa ofisa wa juu, ngazi ya baraza la mawaziri nchini humo. Habari za mabadiliko hayo ilitolewa jana Alhamisi huku zikitokea ghafla kiasi kwamba msemaji wa wizara ya mambo ya nje, Tammy Bruce alifahamu, alifahamu kuhusu tukio hilo kupitia kwa uandishi wa habari alipoulizwa swali. Mshauri wa usalama wa taifa ni nafasi yenye mamlaka makubwa inayotolewa bila kuhitaji idhini ya Senate katika bunge la nchi hiyo. Katika muhula wake wa kwanza Trump alikuwa na washauri wa, wa usalama wa taifa wanne, ambao ni Michael Flynn, H.R. McMaster, Johnny Bolton na Robert O'Brien. Naibu waziri wa Waltz, Alex Wong, ambaye ni mtaalamu wa siasa za Asia ambaye hapo awali alihudumu chini ya wizara ya mambo ya nje nchini Korea Kaskazini wakati wa muhula wa kwanza wa Trump, naye pia anatarajiwa kutunguliwa wakati wowote wa kwa mujibu wa watu wawili waliozungumza na Associated Press, katika taarifa ya Reuters, kuondolewa kwa Waltz kunafuatia mwezi mzima wa misukosuko ya wafanyakazi katika mfumo wa usalama wa taifa chini ya utawala wa Rais Trump. Tangu Aprili mosi mwaka huu wafanyakazi zaidi ya ishirini wa baraza la usalama wa taifa NSC wamefutwa kazi, akiwemo mkurugenzi wa shirika la usalama wa taifa ameondolewa na maofisa watatu wa juu wa kisiasa katika wizara hiyo, kwa mujibu wa maofisa kadhaa waliopo ama walio karibu na utawala huo, kufukuzwa huko kumeathiri sana morali katika baadhi ya maeneo ya usalama wa taifa nchini Marekani. Baadhi ya mashirika ya serikali sasa inatajwa kuwa na uhaba wa wataalamu wa usalama wa taifa na mara nyingine imekuwa vigumu kuvutia vipaji vya juu. NSC ni chombo kikuu kinachotumiwa na na marais kuratibu mikakati ya usalama na wafanyakazi wake mara nyingi hufanya maamuzi muhimu kuhusu namna marekani inavyoshughulikia migogoro mikubwa duniani. Waltz alilaumiwa kwa kumuingiza kwa bahati mbaya mhariri wa jarida la The Atlantic kwenye mazungumzo ya faragha yaliyoelezea undani wa kampeni ya mashambulizi ya Marekani inayotarajiwa kutekelezwa nchini Yemen dhidi ya wapiganaji wa Kihuthi. Jarida hilo baadaye liripoti kuhusu mjadala wa ndani juu ya mashambulizi hayo katika kikao cha baraza la mawaziri kilichofuata. Akiwa ndani ya chumba hicho, Trump alieleza kwamba anapendelea mazungumzo hayo kufanyika kwenye mazingira salama, ishara ya wazi ya kutoridhishwa na Waltz. Hata hivyo yeye na wengine ndani Ikulu walionyesha hadharani kuendelea kumwamini Waltz. Wakati huo Trump hadi sasa ameonyesha kuendelea kumwamini waziri wake wa ulinzi Peter Hegseth licha ya kukumbana na ukosoaji wa misukosuko ya ngazi ya juu katika ofisi ya Pentagon na kushiriki kwake katika sakata hilo la Signal. Waltz pia alihudhuria kikao cha baraza la mawaziri kilichorushwa hewani siku ya Jumatano. Katika picha ya Reuters kutoka kikao hicho Waltz alionekana akitumia programu ya Signal kwenye simu yake. Picha hiyo inaonyesha orodha ya mazungumzo aliyokuwa nayo na wanachama wengine wa baraza, akiwemo makamu wa rais JD Vance na mkuu wa ujasusi Tulsi Gabbard. Akizungumzia picha hiyo, mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, Stephen Chung alisema kwenye mitandao ya kijamii, Signal ni programu iliyoidhinishwa ambayo imewekwa kwenye simu za serikali yetu. NCS, ambayo Waltz atamwachia Rubio, imetetereka kwa kupungukiwa na kupunguzwa na, na kufukuzwa kazi kwa wafanyakazi wengi katika wiki za karibuni. Mfululizo wa kufukuzwa kazi ulianza mwezi mmoja uliopita wakati Raula Luma ambaye ni mwanaharakati wa kulia mwenye msimamo wa mikali alipomkabidhi Trump orodha ya watu ndani ya NCSC aliyowaita wasio waaminifu wakati wa mkutano uliofanyika ikulu. Baada ya mkutano huo, wakurugenzi wakuu wa nne walitimuliwa. Wakurugenzi hao wanne waliokuwa wakisimamia ujasusi, teknolojia ya mashirika ya kimataifa na mambo ya bunge walikuwa na historia ndefu katika sela za kihafidhina na wakuwa na chuki dhahiri dhidi ya Trump, jambo lilowashangaza wafanyakazi wenzao, kwa mujibu wa watu wawili wenye ufahamu moja kwa moja wa suala hilo. Wafanyakazi wengine wa NSC walikerwa na jinsi Waltz ambavyo hakuwatetea walivyo vilivyo wafanyakazi wake. Tangu wakati huo, wafanyakazi zaidi ya 20 wa NSC wa hadhi mbalimbali wameondolewa mara nyingi bila taarifa yoyote kwa mujibu wa vyanzo vya habari nchini humo. Sakata la Signal halikuwa sababu pekee ya Trump kumkosoa Waltz. Mmoja wa watu wanaofahamu mienendo ya, ya ndani ya baraza la mawaziri alisema Waltz alikuwa na misimamo mikali kuhusu vita, tofauti na Trump ambaye hapendelei vita, na alionekana kushindwa kuratibu sera za mambo ya nje miongoni mwa taasisi mbalimbali, jukumu kuu la mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Kuondolewa kwa Waltz kunaweza kuwashtua washirika wa, wa Marekani barani Ulaya na Asia waliomwona kuwa mtetezi wa miungano ya jadi kama NATO na aliyepunguza misimamo mikali dhidi yao kutoka kwa baadhi ya wasaidizi wa Trump kwa mujibu wa mwanadiplomasia mmoja mjini Washington aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina. Nafasi ya Umoja wa Mataifa inayopendekezwa sasa imekuwa wazi tangu Trump aondoe uteuzi wa mwakilishi wa chama cha Republican kutoka New York Elise Stefanik kwa sababu kura yake ilihitajika katika bunge la wawakilishi ambalo linashikiliwa kwa taabu na wawakilishi wa chama cha Republican. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.